Shukrani juu ya maneno saba ya msalabani naomba tukete Yesu msalabani, yale maneno saba ambayo Baba Askofu Mstaafu Daktari Israel Peter Mwakiolide alianza nayo asubuhi, lakini alisema kwa sababu ya muda anaenda haraka haraka, na mwingine ataendelea kuyaongezea lakini na kumalizia katika ibada hii ya mchana. Naomba tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa ulimtoa mwanao pekee Yesu Kristo awe kiungo cha kutunganisha kati yako wewe Mungu na sisi wenye dhambi. Naushukuru kwa upendo wako mkuu, tunakushukuru kwa tendo kuu la jambo. Asante Bwana kwamba sisi ni matokeo ya kufa na kufufuka kwa mwana wako Yesu Kristo tupe neema tafakari maneno yako alarasile, katika jina la Yesu Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uh, labda nianze kama kwa kwanza tu kidogo tena jazia jazia, lakini tutaendelea na zile tatu zilizobaki ambazo baba askofu Aliishia ile ya nne, taendelea ya tano, ya sita na ya saba, yale maneno saba msalabani. Naomba ni aseme yote kwa mtiririko kwanza, najua wengine wanasikia tu maneno saba msalabani, lakini hawajui neno hata moja. Ukiweza kuyashika na kuyaweka kichwani, itakuwa vizuri zaidi. Neno la kwanza niliyo imeosema, Baba uwasamehe hawajui walitendaa. Naposema maneno saba ya Yesu msalabani, ni maneno ambayo Yesu mwenyewe alifumbua kinywa chake akisema, akiwa msalabani. La kwanza ni hilo, Baba uwasamehe hawajui walitendaa. Jambo la pili anasema amini na kuambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. La tatu aliyolisema akasema, mama tazama mwana mwanao, na mwana tazama mama yako. La nne anasema Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? La tano anasema naona kiu. La sita anasema imekwisha. La saba anasema Baba, mikononi mwako na iweka roho yangu. Haya ndiyo maneno saba aliyoyasema Yesu msalabani, lakini jambo si la kwanza ambalo naomba tukumbushane pia, kabla ya kuendelea na haya yote, kumbuke kwamba ni maneno ambayo Yesu aliyasema akiwa katika hali ngumu sana, katika hali ya mateso, katika hali ya maumivu makali sana na akiwa sio kama Mungu, kama mwanadamu. Yesu katika hayo tunajifunza, kama wanadamu tunaopitia dhiki tunaopitia adha tunaopitia taabu Unapokuwa katika wakati mgumu sana, unapokuwa moyo wako umejeruhiwa sana, unapokuwa moyo wako unavuja damu, usiwe na maneno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na maneno mengi machache tumewahi kuona watu wengi wanapokuwa kwenye shida wanapokuwa kwenye maumivu wanaharibu sana wanakosa kiasi wanakuwa hawana akiba ya maneno kujizuia tumeona watu wengi wakiwa kwenye shida wanalaani badala ya kubariki. Wakiwa kwenye shida wanaropoka maneno ambayo hata masikio yanawasha. Kumbusho hiyo, ukikuta moyo wako umejeruhiwa sana, au unapita kwenye wakati mgumu sana, moyo wako unavuja dao, fumba kinywa chako Usiwe mwepesi kwa kusema sema sana. Sema maneno machache nayo kwa kuchinja, kwa kutafakari sana. Huenda Yesu angekuwa na maneno mengi, angeharibu pale msalaba. Naekaona watu akifiwa, amefiwa na mtu anayemkusa, anavyoongea maneno mengi sana wingine mpaka wanatukana matusi, wengine wana inakuwa aibu, wanashindwa kujizuia. Mungu atusaidie kunyamaza sana unapopita kwenye wakati mgumu. Bwana asifiwe. Usilaumu wala usilani. Usila nyamaza Chache katika yale aliyosema askofu. Kwanza nalila anasema, Baba uwasamehe, hawajui walitenda. Wakristo tunajengwa kwenye msingi wa kusameheana na unaposamehe usisamehe kwa faida yako wewe, usisamehe kwa faida yanayesamehewa, usisamehe kwa faida yako mwenyewe. Si unalielewa hiyo, kwamba unapomsamehe mtu usifikiri umempa faida sana, usifikiri umemsaidia sana, Umejisaidia mwenyewe kwa sababu unaposamehe, unapata faida wewe unayesamehe, sio yule anayesamehewa. Huenda Yesu asinge tamka neno la msamaha akiwa wakati ule mkumu angeharibu kila kitu pale msalabani na asingetufaa kwa wokovu wetu. kwa ili atimize misheni yake ya kuafia wanadamu na kuwakomboa wanadamu, cha kwanza ilikuwa lazima atangaze msamaha kwa wale wanaomtesa. Bwana Yesu asifiwe, lakini tunakumbusha pia kwamba msamaha wa kweli na msamaha wenye nguvu sana ni ule unaoonekana ukiwa katika maumivu makali, ndio tuone ukisamehe maadui zako wamekujeruhi wamekuumiza, halafu wakati huo huo ukiwa kwenye maumivu utamke msamaha. Sio jambo jepesi kwa wewe, Bwana Yesu wasipewu. Sio jambo jepesi kwa wewe. Nirudie tena kusema, unaposamehe, usisamehe kwa faida yanayesamehewa samehe kwa faida yako wewe unayesamehe. Baba askofu ametukumbusha kwamba usiposamehe wewe mwenyewe uwezi kusamehewa, kwa unaposamehe kwa, kwa faida yako ili na wewe ufanyeje usamehewe, lakini si hivyo mbele za Mungu. Mlango unafunguka kwa anayesamehe, baraka zinafunguka kwa anayesamehe, sio anayesamehewa. Soma biblia vizuri. Stefano akiwa kwenye wakati mgumu sana wa kupigwa mawe, yuko kwenye maumivu makali ya kupigwa mawe, ndipo alipotangaza msamaha na aliposamee, alipotamka maneno ya kusamee, naambiwa anasema, naona mbingu zinafunguka na namwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Lichomsaidia Stefano mbingu zifunguke aanze kuona maono mapya, kwa sababu ametangaza nini jamani? Samaha. Neno la pili la msalabani ni lile analosema amini, ninakuambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi, utakuwa pamoja nami peponi. Sitaki kueleza sana, lakini niseme maneno haya yanafungua ufahamu wetu kwamba kumbe baada ya maisha haya kuna maisha. Baada ya maisha haya kuna maisha mengine, na maisha mengine kuna maisha ya heri na maisha yasiyo na heri huyu anaambiwa huyu mwizi msalabani, anajua atakufa. Walikuwepo waizi msalabani wangapi jamani? Wawili, sivyo? moja kulia, moja kushoto. Unadhani alikuwepo wakuishi wote? wanakwenda kwa nini kufa msalabani? Kwa hiyo wote wanakufa, wakushoto atakufa na no, wakulia atakufa anaenda kwenye pepo ya heri, anaambiwa leo hii utakuwa pamoja nami na peponi. Je, mwingine anayekufa pale pale msalabani anakuwa wapi? Atakuwa peponi kwenye maisha yasiyo ya heri ya, lakini huyu atakuwa pamoja na Yesu kwenye maisha ya heri. Nataka tukumbushe hiki kwamba tunapoishi katika maisha haya tunakufa, lakini baada ya maisha haya kuna maisha. Yesu anafungua mlango huo kwamba hayaishi maisha hapa duniani, yako maisha nyuma ya pazia, upande wa pili, yako maisha baada ya maisha haya. Waheri wale ambao watakufa pamoja na nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu maneno ya Yesu anasema, mama tazama mwanao, mwana tazama mama yako Pengine maneno haya ni ya kijamii zaidi, yanataka kujengea familia bora zenye kushirikiana. Wakati mwingine wazazi wamewaacha watoto, na kwamba nani ana nguvu kwa wakati huo kumwangalia mwingine wazazi wanaangalia kwa karibu sana watoto wao kwa umri ambao wanapaswa kuwa chini yao. Lakini mahali pengine, watoto wakishaanza kujitegemea, wanaangalia sana maisha yao kuliko kuangalia wazazi wao. Vijana mlio na wazazi wengine wako vijijini, tuwakumbuke wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka wazazi unapoweka mipango mbalimbali ya maisha yako, ndani ya mipango yako usisahau kuangalia wazazi wako. Na wazazi hata kama tuna uwezo wowote tuwakumbuke watoto kwa kuombea badala ya kuwalaani. Bwana Yesu sifiwe. Jambo la nne: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Maneno haya ni yanaonyesha dhahiri kwamba Yesu alitolewa sadaka kwa ajili yetu. Mara nyingi nimewahi kufundisha kwamba kutoa sadaka maana yake nini? Kutoa sadaka ni kuachilia madaraka na mamlaka juu ya kitu kilichokuwa mali yako, kiwe chini ya madaraka na mamlaka ya mtu mwingine. Sasa Yesu anatamka maneno haya, anadhihirisha kwamba mkono wa Mungu, mamlaka ya Mungu haiko tena juu ya mwanaye. Alihisi ameacho ameachwa, na ni kweli, ili awe sadaka kweli ni lazima aachwe. Ntakumbuka katika Biblia wasomaji, mahali pengine Yesu eh, shetani shetani alipotoka huko kuzunguka zunguka akafika kwa Mungu, wakaanza mazungumzo na Mungu, alafu Mungu anamwambia unamwona mtumishi wangu Ayubu? shetani anasema, ume si umemzingira, si umembariki, si mkono wako uko juu yake, ndio maana yuko hivyo ulionituma baba yangu ya kuwafia wanadamu wote walioko duniani imekwisha. Ni tangazo imekwisha Wakati mwingine tunahubiri maadili, tunahubiri sana habari ya maadili Tunasahau kuhubiri habari za Yesu na kuhubiri sio kuhubiri, ila tunapaswa kuwakumbusha watu kwamba Yesu alikufia msalabani, alilipa gharama zote za dhambi zako ili akukomboe utoke kwenye himaya ya Shetani, utoke kwenye mamlaka ya Shetani, uje katika ufalme wa nani? Wa kwake. gharama zote alizilipa Yesu pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiime wimbo huu kama kuimba, lakini tuimbe kwa kumaanisha. Pale tunaimba pambio zinazosema Yesu alimaliza, Yesu alimaliza wapi jamani? Yesu alimaliza. Oh, alimaliza, Yesu alimaliza pale kale Kaleva alimaliza kweli Sio anamaliza leo, sio atamaliza, alishamaliza. Bwana Yesu asifiwe, alishalipa. Imekwisha, kazi yake imekwisha. Bwana Yesu asifiwe visuda unakumbuka unampata shida unapata tabu unampata matatizo unakumbuka, kusoma mstari. Naomba kila moja akumbuke, kana unapopitia magumu, unapopitia shida, napitia ada, mwambia yambia yale matatizo kwamba Yesu alimaliza, magonjwa yame kuisha, mateso yame kuisha, tabu zime Kwisha, mimi niko huru sasa katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yake imekwisha. Nini imekwisha? Kazi ya ukombozi ili na roho vitatengana mwili utakwenda kaburini na utaoza, na utapotea, lakini roho haitaoza haitapotea, itakuwa mikononi mwa Mungu yule yule, ambaye Yesu kama mwanadamu roho yake ilipokelewa na Mungu. Na sisi pia roho zetu zinapokelewa nani? Na Mungu. Lakini hapo mama, tukae kidogo kati tunapoondoka katika ulimwengu huu mwili unabaki na wanadamu, unahangaika na mwili, lakini roho inakunifanyaje imeondoka. Kwa nini Yesu anaomba, anaikabidhi roho yake mikononi mwa Mungu? Maana yake anaitabidhi katika mikono iliyo salama, anaitabidhi roho yake katika mikono iliyo salama, mikono ya baba yake. Maana yake ni nini? Bila roho zetu kuwa mikononi mwa Mungu hatuwezi kuwa salama. Na Yesu asifiwe. Hakika huyu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakakiri kwamba hakika huyu ni mwana wa Mungu. Yes, shara nyingine Sema, hakika huyu ni mwana wa Mungu. Unasikia historia kule Mwakaleli, komisionari mmoja naitwa Mwaka Palila Mjerumani aliyefia pale Mwakaleli na kaburi liko mpaka leo pale. Anasema alisema yeye mwenyewe akiwa hai kwamba siku nitakayokufa kutatokea ishara. Mtaiona ishara mbinguni misionari. Na kweli siku ya kufa kwake, wanasimulia wanasema, kulitokea ngurumo za ajabu mbinguni, huko angani, sema so kulitokea ngurumo za ajabu au fundi wakasikia, kapalila mekufa wakapalila mekufaa. Sasa Yesu naye alipokuwa na kufa, kulitokea ishara hizi. Ishara nyingine ilikuwa ni pazia la hekalu likapasuka bila kazi ya mikono ya wanadamu, pazia ambalo lilitenga mahali ambapo hapakuingilika na mtu yeyote isipokuwa kuhani mkuu peke yake, naye aliingia mara moja kwa mwaka. Pazia la hekalu liloziba ile madhabahu ya hekalu ile likapasuka katikati, pakawa wazi, maanisha kwamba sasa hawatapaendea mahala pa wanadamu kupitia kuhani wa kibinadamu sasa. Watamwendea Mungu mwenyewe, watamwendea Yesu mwenyewe. Kila mmoja anayo haki ya kumwomba Mungu. Soma Waebrania, anasema basi na tukiendee kiti cha rehema kwa ujasiri, kwa maana tumepata nini? Neema. Bwana asifiwe, kila mtu anayo haki. Niwaambie ukweli Hakuna mwenye hati miliki na wokovu, hakuna mwenye hati miliki na maombi, hakuna mwenye hati miliki na vipawa na karama. Kila mtu ana uwezo wa kumwendea Mungu yeye ye peke yake. Acheni kuwapigia magoti wanadamu. Yesu yupo, alikufa kwa ajili yetu sote, na wewe unayo haki ya kumwendea Mungu kwa ujasiri, na Mungu atakupokea na kukusikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia jambo lingine, tumesema alipokuwa akikata roho na tetemeko limetokea, watakatifu waliokufa zamani wakaonekana Yerusalemu wanatembea, alafu wanaimba nyimbo. Bwana Yesu asifiwe! Yaani amekuja kushuhudia duniani kwamba huyo mliyemuua ni mwana wa Mungu na ndiye atakayekuja kuwafufua walio wafu wenye dhambi na wasio na nini na dhambi wali wa siku ya mwisho. Ishara hizi zote zitothibitishie kwamba imani yetu sio bure. Tunamwamini Kristo aliye hai, tunamwamini Kristo ambaye sio wa kutungwa, ni halisi. Historia haidanganyi. Mungu atubariki. Amen. Tunakushukuru kwa ajili ya jioni njema. Umesema nasi Bwana kwa maneno haya, na wewe Bwana waweza kuyapambanua zaidi na zaidi katika mioyo ya watu wako, katika fahamu na fikra za watoto wako Maneno yako Bwana yasimame katika akili zetu na mioyo yetu, ili imani yako isivurugwe uliyotupa mwenyewe kwa njia mwanao pekee Yesu Kristo. Tushike kwa mkono wako, tuongoze katika njia ya haki, katika jina la mwanao pekee Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wetu, amen.